Kwani waswali walikosea kusema kikulacho ha? Walikosea na Yesu alikosea kusema kwamba adui wa mtu ni wa ha? maneno yao ni makali, maneno yao ni sumu na vigego vyao ni kama visu, ili kuwala maskini waondolewe katika nchi na wahitaji katika wanadamu. Hasa anapokuja huyu kukuachilia yale maneno, lengo lake nataka kwenye hiyo nafasi uondolewe lengo la kwamba nataka kwenye kwenye huduma hiyo utoke, sijui unaimba, atakuja na maneno yake, lengo kubwa nataka uwache huduma ya kuimba. Lakini liko neno la Bwana linalosema ukiingia katika bonde la kukata maneno, hiyo biashara inakuwa haipo tena katika ulimwengu huu tulionao, ili wewe unapokaa maneno hayo unayapokea, yapokea kija na gonga tu kwenye mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwambia jirani yako, siwaminishe, sijiaminishe sana. <laughs>